kumaliza kama Musa. Ni nini ambacho uko nacho mkononi mwako? Tumekuwa kama Musa kuona mateso, kudaramuza findi, kufika mwisho, kuona mwanamke mgonjwa, kuona kifo kimetutesa, lakini Mungu anatimiza siku ya leo katika familia yako